Kuweka malengo ni hatua muhimu katika maisha kwa sababu yanatupa mwelekeo, nguvu na sababu ya kusonga mbele. Bila malengo, mtu anaweza kufanya mambo bila mpangilio na asione mafanikio anayoyatarajia. Kufanikiwa sio tu kuweka malengo, pia ni kujua namna ya kuyatekeleza kwa usahihi. Na hii inahitaji maandalizi ya kiakili, mpango mkakati mzuri, mtazamo chanya, kujifunza kila siku, kuweka uthubutu na kuwa mvumilivu. Tuangalie sasa namna ya kuweka malengo na kufanikiwa, kwa kufuata hizi hatua tano muhimu. Jambo la kwanza, kuwa tayari. Kabla ya kuweka malengo Unahitaji kuwa tayari kiakili, kihisia na kwa vitendo. Jitambue na kutambua unachotaka. Sio kile ambacho watu wanakitaka na kukitarajia kutoka kwako. Jiulize, ni kitu gani ni muhimu kwako? Jambo la pili, kubali mabadiliko. Malengo yanahitaji nidhamu na mabadiliko ya tabia. Kuwa tayari kubadilika na kuacha mazoea yanayokurudisha nyuma. Ukiweza kufanya hivyo, itakusaidia kujiandaa kiakili na kutambua kuwa safari ya kufikia malengo yako ina changamoto, na kama ukiwa tayari kiakili, hautashangaa changamoto zikija, bali utatafuta njia ya kuzitatua. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, tafadhali subscribe sasa kwenye chaneli hii, kwa sababu kila video ambayo itapandishwa mahali hapa ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee na namba. Jambo la tatu, ondoa mawazo hasi hasi, mawazo hasi ndiyo adui namba moja wa mafanikio ya kila mmoja, na adui huyu hutengeneza hofu ya kushindwa kujaribu na kusonga mbele. Ili uweze kuyaondoa mawazo hasi, kunahitaji kujiamini na kujifunza kufikiri mawazo chanya na kubadili tabia ya kujitamkia siwezi na kuifanya kuwa tabia ya kujitamkia ninaweza. Jambo la nne Tafuta maarifa na kujifunza. Maarifa yanakupa uwezo wa kufanikisha malengo yako. Soma vitabu, makala mbalimbali, sikiliza podcast, fuatilia watu waliofanikiwa kwenye aina ya malengo aliyojiwekea, na mara nyingi taarifa ndogo ndogo unazopata kuhusu watu waliokutangulia kimafanikio zinaweza kukupa mwanga mkubwa kuongoza kufikia malengo yako. Jambo la tano, nisikilize kwa makini hapa, usikate tamaa. Tengeneza nguvu na uwezo wa kuwa mvumilivu, kwa sababu uvumilivu ni silaha muhimu kwenye safari yoyote ya mafanikio. Tambua kuwa kushindwa ni sehemu mojawapo kwenye safari ya mafanikio ya kila mjasiriamali, kila mfanyabiashara na kila mtu aliyefanikiwa Hakukata tamaa. Kila aliposhindwa alisimama na kujaribu tena. Kufanikiwa kuna hitaji usonge mbele zaidi ya kuishia kwenye malengo tu. Ukijiandaa vizuri, ukaandaa mkakati, ukaondoa mawazo hasi, ukajitafutia maarifa na kuikataa tabia ya kukata tamaa, basi njia ya kuelekea kwenye safari ya mafanikio yako itakuwa wazi kabisa. Kila hatua unayochukua iwe ndogo au kubwa, ina mchango mkubwa wa kukufikisha unapokusudia kufika. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.